Munga kwenye na semeji, ah, kwanza nilikuwa nimepata itirafu kidogo ya simu yangu, nilikuwa nimepata shida kidogo, a ipatikane takriban miezi miwili kwa sababu ni njiani tu jianuo tuna mazungumzo, ombi langu na lengo langu la kukutana hapa. Kwanza kabisa mimi shemeji yangu sikaoe tena tu, nimekosea sana ila, bado na muhitaji rafiki yako, namuhitaji sana tu n yani, nimekuja ugundua ni mwanaume bora sana na nimepoteza kitu cha thamani ambacho siwezi kukielezea shemeji. Nakuomba shemeji yangu, naomba ukaniombe msamaha. Nakuomba shemeji yangu, ondoa shaka katika hiyo. Mimi ndiye rafiki yangu sana shemeji, nitakaa naye, nitazungumza naye taratibu, atanielewa tu na katika kile kitu ulichokifanya, ilikuwa ni kama bahati mbaya. Mimi na imani mpaka leo Ivan anakupenda sana, sawa? Kwa hiyo ondoa shaka shemeji yangu, sawa. Nitakaa na Ivan nitazungumza naye kama rafiki yangu, ila kikubwa tu tuendelee kuwasiliana, sawa. Ondoa shaka, mimi <laughs> nakubali kosa langu, ndio maana niko hapa kujaribu kuweka sawa. nilipo alipo, nahitaji msamaha, nata kuongea na yule mtu. Yani mimi kama mimi siwezi kukutana naye, hawezi nielewa. Tukae tuongee, ndio maana na, yani naomba sana, niko chini ya miguu yako, naomba ukamwambie basi anisamehe. Kwa amani, kwa amani katika hilo niamini. Mimi kikubwa tu tuwasiliane, sawa Eh, kuwa na amani kabisa. Ivani yangu, na kabisa kwa sababu Ivani ni rafiki yangu nimetoka naye mbali sana, mahusiano yenu nayajua vizuri, kwa hiyo kuwa na amani katika hilo, ndo asha tena, ikiwezekana nikutanishe naye niongee naye mwenyewe, maana najua mimi kukutana naye siwezi, hawezi niongeesha chochote, ndo maana nikona ni vyema nikutumia wemeshi. Sawa. Marahaba sana. Sawa. Tayari.

<laughs> Eh, bwana fresh, ndugu yangu Poa. Ah, bwana ndugu yangu umenikopoa, sio jambo. Mbona umepotea sana? Eh, bwana nilipata shida kidogo ndugu yangu. mm -hmm. Sawa, simu yangu ilipata itirafu hitirafu yeah. Kama miezi miwili hivi yeah. Alafu nimekupigia sana simu yako ili upatikane, nilikuwa sipatikane. Unajua na Mwanza kule Bushi babu. Mhm. Mm, Emlete mapia. Ah <laughs> bwana nimekutafuta sana vvil akasema bwana, huu bwana sasa hivi apake hapa, ameshahamisha kijiwe. Bwana, nimetoka kule, nimehamia hapa kijiwe <laughs> changu kivi hapa, ndio maana nimeshangaa, jamaa ananiambia wewe jamaa muda akatoka muda mrefu eh, lakini haifani. hapa mm. nimekuja na mambo mawili aiza matatu, najua wewe ni rafiki yangu sana, kuna mambo baadhi lazima tuyajenge. akaesa juzi nilikutana na Anju shemeji yangu, mm -hmm. <laughs> Anju amebadilika sana ivani. Anju amekuwa ni mwanamke ambaye anazungumza maneno ya busara. Anju siyo yule ambayo tulikuwa tunamfahamu livyokutana naye, kanieleza vitu vingi sana, lakini jambo lake kubwa la msingi amenieleza kuwa anahitaji kurudiana na huyo Naam. Anju huyo huyo ana kili anakili makosa yake. Lamsei, Lamsei, naomba unisikilize <sighs> hebu naomba unisikilize kwa na na makini mimi nakafikiri kwamba unakuja hapo kuna jambo la maana, tuongee, mimi tuzungumze mimi na wewe eh? unakuja kwa jambo la Anju. Hivi naomba nikwambie kitu kimoja, unajua Anju alivyonipa maumivu, naelewa asi na kwaje unakuja kuniletea maswala mimi ya Anju hapa? Unajua mimi Anju inaanza kumsahau katika maisha yangu. Unajua Anju ndio alisababisha mimi nipoteze kila kitu Hebu nisikilize, achana mambo ya Anju sawa. Okay, sawa. Mimi Anju hataja nalia damu sawa, hataja nalia damu misskumsam atasikunone, kwa sababu alichonifanyia mimi kiliniumiza sana Alafu alikosea kitu kimoja. Mi nilipokuwa naanza naye kwenye mahusiano, aliniaminisha, ndani ya kuniaminisha mimi nilimpenda, ndani ya kumpenda mimi nilijiachia kwake. Ona, ametoka kwangu ameenda kuolewa. ina maana yule alikuwa na plani, alikuja kwangu mimi kama kuchezea maisha yangu. Mimi nilizungumza mpaka na shangazi zake, nilienda mpaka na Lia. Amenikosea lakini nilienda kumwomba msamaha lakini Anju alikubali, wewe si ulikuepo? Tenda kuwaje, wewe unakutana na Anju, unayapokea maneno ya Anju unaniletea mimi, imekaje hiyo, lamsei. Tuongelee kuhusu maisha, uongelee kuhusu anju <sighs> eh? najua wewe ni rafiki yangu sana, na mimi sijaja hapa, ndugu yangu, kukukwaza, sawa na ndio maana nimekwambia nina mambo mawili aiza matatu ya kuzungumza. Hata ataje awe vipi, siwezi kujana naye, amenipa maumivu makali sana, wewe unalifahamu hilo. Ina maana umekuja na mada za Anjo hapa Ivan? mimi sijaja na mada ya Anjo tu, ndio maana nimekwambia nina mada mbili aiza tatu. Ina maana hii hapa tunaiweka pembeni si ndio? mimi najua wewe ni rafiki yangu, sawa. Nimekuja kwa ajili tujenge maisha tubadilishane mawazo, sawa. Ina maana hii hapa ilikuwa ni kama mada tangulizi, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo nitakao tukae mimi na wewe, tutoke hapa tukazungumze vitu ambavyo vimenyoka namna hivi ya maisha, sawa. Wewe okay. Ee, wewe ni rafiki yangu bwana, tuendelee mada nyingine. Kwa hiyo katika upande huu Uh, tuishia. Unajua kuna, kuna baadhi ya vitu vingi sana vimejificha, lakini uh, mi na imani kila jambo litakaa sawa, na rafiki yangu, na sitaki nakukwazi, sawa eh sawa. Kwa hiyo uh, nilikuwa na tamani tutoke hapa, kuna mahali tufike, tukae angalau tuzungumze, najua hatuwezi kuzungumza <laughs> <laughs> Baisa, mimi nilikuwa nakutafuta bajaji <laughs> <Au sio. Umeona, tunaondoka. laughs> Mnyama basi ndugu yangu.

Shuka nje tuongee, nakuomba babangu, please, shuka nje tuongee, nakusikiliza mimi na, najua nimekukosea, baba yangu, nimekukosea tu sana, nimekusababishia maumivu ya mkini ambayo hujawahi kuyapitia tangu umezaliwa. Ninaomba unisamee babangu, mimi sio malaika, binadamu tunakosea. Ivan, bado nakuhitaji sana tu, naomba unisamehe basi, saa aliyopita tuanze upya. Anjo, umefuata nini hapa? Ah, Ivan, nimezunguka kote, video yote haupo, nimekubahatisha hapa na kupigia simu upokee, meseji zangu ujibu. Nani amekuelekeza uje hapa? nimekutana na Ramsi juzi, mambo yote uliyomwambia Ramsi mimi kaniambia. Na naomba unisikilize kwa makini Anjo unajua maumivu uliyonipa haya yeah? kimekuleta nini hapa Ivan? Nakuhitaji, nakuhitaji na kwenye maisha yangu Ivan, hakuna mwanaume mwingine mimi namtaka, na huyo mwanaume ulikuwa naye eh akufai, si ndio? ulinipa siku moja, uliniambia maneno nzuri sana ilo, mpaka leo neno linaishi katika akili yangu. Uliniambia hivi mimi lazima niwe mwalimu kwa watu wengine, sawa, na mimi nikakwambia hivi Ukienda usije kurudi katika maisha yangu. Kwa nini umerudi Ivan? Bado nakuhitaji baba. Nani unamhitaji? Unakuhitaji wewe. Nani unamhitaji wewe? Mimi. Unanihitaji? Ndio. Ah, ulivyokuwa umeniacha sio? Unahitaji mimi? ulivyokuwa umeniacha bora wewe. Sawa, naomba unisikilize. Alafu mimi sipendi kuongea nawe, sitaki kuona katika macho yangu, umeelewa? Kwanza nikikuona mimi nachafuka sana na may... katika moyo wangu Anchu, naomba unisikilize, mimi na wewe kuja katika maisha yangu haiwezekani. Unaelewa, never, haiwezekani. Hebu kuwa mbali na maisha yangu, kwa sababu kitendo chokifanya mimi mpaka nakuja kuomba msamaha. Wewe ndio umenikosea, lakini mimi nilijishusha, nikaja kuomba msamaha, kwa sababu Anchu mimi nampenda Eh? Anchu namhitaji. nikasema nikaja nikakuomba msamaha nikaongea na shangazi zako, ulikubali ndio shetani akupitia. Mlienda wapi? Na kwa nini nika kurudisha huko? Siwezi kukusamehe hata siku moja. Alafu mwanzo na mwisho kuja katika maisha yangu. Nitakufanya kitu kibaya wewe. Nitakufanya kitu kibaya wewe. Toka, toka. Anju, Anju nakuomba, mkuwa mbali na, na maisha yangu unalibia no, siku, siku, tafadhali toka. Mwanzo na mwisho kuja katika kijio changu, nitakufanya kitu kibaya sana. We mwanamke, we mwanamke mbaya sana, we ni mbaya Ivan, wewe, nitakuumiza nitakuumiza. hebu eh, niache Anjo.

Ivan, hebu wacha kuzunguka zunguka kutafuta tafuta vi sababu wakati unajua kabisa sababu ni chanzo so, ni wewe hujawahi kunipenda, na hilo unalijua fika asilimia mia moja. Kila siku mimi ndo mtu tuanaonyeshaka upendo kwako, kukwambia kukwambia nakupenda, nakupenda, na, na, na wala kufikiri Babangu, watu wanafanya kazi, lakini sasa naona kama ubizi unakuzidia mke wangu. Upendo unatoka moyoni, ni anjo mimi nakupenda sana, na jinsi unapobadilika inajisikia vibaya, na kuna wakati mi nashindwa kujiuliza maswali, lakini majibu sipati na kila siku, siku zinazozidi kusonga mbele zinajiongea kwa kasi na zinapotea. Mimi natamani sana kuja kuishi maisha na fulani ufahamu, usinipe wakati kufikiria, kufikiria maisha wewe. Kwa kwa u... kwa na ya mgumu, mimi nitajifaraji kutoka kwako tulikuwa tunaishi Asia kushindana sasa mimi na wewe. Hapana, hatushindani Ivan. Yes. Hapana, mimi nakataa hatushindani. Kwa nini sasa unasema kwamba mimi naonekana sikupendi kumba kwamba na wewe ndio maana ah, kuna au umepata mwanaume? Hakuna mwanaume. Ikifikia pointi ya wewe kuniambia mimi nimepata mwanaume, mimi pia naweza nikakuhukumu na mwanamke mwingine ambaye anafanya kuwa busy. Hebu elewa kwamba mimi nakupenda na kitaji katika maisha. Ai, sawa. Sasa afu kesho kuna mahali nahitaji kwenda. Mbona umetoka ongea sasa hivi? Sawa. Safari hizi kuisha mara kwa mara. Eh? Mbona hunielewi? Una shida gani? Unaenda wapi? Mi sitaki uende. Unaenda wapi? Naenda tukaonane na marafiki zangu. Shida inatokea wapi hapo? Mi sitaki uende. Eh. Kupenda, sawa. Staka mimi nikupenda, si ndio? Sawa bas. Sawa, sogea, sogea basi, kuhusu utaki